Shemeji, kula, mbona kama unategeategea? mm. mm. Shemeji, kwa kweli mimi hivi vitu hivi nakula tu hivi maji, lakini ni sife kwa sababu vina kaba hapa, bora ingekuwa hata kuna chai. Mshazoea chai si ndio? Mambo ya mjini mm. na leo ushukuru kwamba umevipata hivi asubuhi, kwa sababu sisi tushazoea hivi, ukisha kula mara moja ndo basi mm. Yani ndio maana hapa, yani bora tu tufanye mpango haraka haraka tu ili tumwangekee mle mtoto atoke mule kwenye chupa. Ni wakabizi mtoto mimi niso niondokeza kwa sababu nitakufa. Shemeji yangu sasa, ujue toka umefika hapa, tumeanza kula, hatujaongea kuhusu safari yako. Safari yako ilikuwaje bwana? mmm na shemeji, mm. yani kiukweli kwanza ngesikia nishakufa wee. Kwa sababu gani? Nafika hiki kijiji cha jirani hapa, sijui wanapoita hapa Bujura, sawa hey, uh -huh. Sawa, kuna vijana wakanikwapua begi, wakakimbia. Hasa mule ndo kulikuwa kuna hiyo chupa, ikabidi mi nianze kuhangaika kuwatafuta, tukakuta wamekauka sehemu, kauka kabisa, yani kama mkaa, nikasema Vipi, nikachukua chupa yangu, kuchukua chupa, kumbe ile chupa ndio imewakausha wakazinduka, baada ya kuichukua. Kitendo cha kuzinduka, wanaanza kuniita mimi mchawi, watu wote wanachojiji wakaanza kunikimbiza, wanichome moto, mwano tena huo sasa. Yaani bahati wakatokea watu wa mjumbe, mjumbe sijui watoto wa mjumbe sijui wa, wa balozi, yuko msichana mmoja hivi anaitwa Dini ndo akanichukua Enda kunificha mapolini ndo nimelala huko asubuhi, ndo safari hivyo, ndo unaona nimefika usalama. Kweli sana, sijui mngesikia taarifa gani kuhusu mimi, labda mngeletewa majivu tu. limeniumiza sana kiukweli, kwa sababu ujue haya yote majanga yanatokea kwa sababu ya ndugu wetu. Eh, klminakujua wo kwenyekng shemeji, nimeenda shambani nimemkuta shangazi yupo, lakini kaniambia nitangulie, ila bado anamalizia kama matuta mawili atakuja nyumbani. Ah, kwa kweli shemeji. Sawa, lakini yeye unakuwa ng'omba tu angewali kwa sababu hivi yeah, vyakula vinu mimi vitanishinda, ninashindwa kula, ntakufa, ntakonda, ntaenda nimekonda kula kulaangikuja tu tukamtoa yule mtoto mimi nikawa kabisa niende shemeji yangu. Hmm, yani, siojua tena hata sisi wenyewe huku kijijini. Basi tu hivi vitu vinataka chai chai, lakini mambo ya maji chai wewe kila siku sisi tunakula viazi, lakini sasa sivyo kujikaza shemeji <laughs> lakini hebu nikuulize swali moja hivyo. Yani, umesema, nimesikia kwamba unasema, yani, ni bora tu waje, alafu wewe ufanyaje? Uondoke kwa nini Eh? Yani unataka kuniambia kwamba hili ni jambo ni jepesi kiasi ya hicho, yani mpaka yani limalizike leo leo na uondoke, si ndio? Lakini shemeji, simlisema tu kwamba chupa ikifika hapa, mganga amemwambia kwamba tu ni jambo la kumtoa mtoto tu basi Jamani, hii ni utaratibu. Sio kwamba ni kukurupuka tu. Ni mambo magumu hata kama ingechukua siku nzima au siku mbili. Lakini isitoshe licha ya hivyo. Hapa si ni nyumbani, jamani. Unataka kupafanya kama polini? Aya, hata kama akitoka leo utaondoka uta leo leo. Na hapa ni nyumbani sio polini. Mbona unakaa kama polini? Ona jamani? Ona sasa shemeji. Ah, shemeji mimi ndio nasema kwamba basi mnioze shemeji baki huku. Ah, ushaanza. Ndio sasa tunakuwa tunakosana kila siku. Nilikwambia hata kama mchele unachua nyingi ndio mchele wako. Sasa tena uanze nini? Afu hiyo ni tamaa. Unajua ndio ndio dada yenu anavyonipa shida mimi. Yaani mimi usiku ni mtu wa kulala tu. Yaani nikishafika usiku, yaani sitaki chochote nikusikia usingizi tu kulala kama mzigo mpaka asubuhi. Na yaani hapa siwezi kukuficha shimeji yako. Miezi miwili mimi sijamuona, simjui yale alivyo usiku. Hiyo ni tamaa. Acha tamaa. Utakufa vibaya nakwambia. <laughs> Sawa sasa. Kiachana uh, na hayo. Mimi nilikuwa naona kwa sababu uh, kwa kuwa mama anakuja, sawa, kwa kuwa mama anakuja, mimi nilikuwa naona, na kwa hiyo situation lionielezea, kwamba watu wamekukimbiza, wamefanyaje, na hivi vijiji ni jirani sana, na kama ni jirani, milima tu ndo haikutani wa binadamu wanakutana. mm. si unanielewa vizuri shemeji? kwani kuna nini? ah. Wewe subiri, atakuelezea Mejiyangu tu nafikiri tutaongea tu baadaye, wacha kwanza tuangaikia haya maswala muhimu. mm. Kifika ka giza kakishaingia jioni jioni hivi, tutakaa sehemu tukiwa wawili, mimi na wewe. kila wewea ah, sasa kae tena kwenye kagiza vipi? wakati nashgmama atakuwepo mama atakuwepo eh? mkae kwenye kagiza hili nini sema. hmm. Mama akija mtakaa, mtaelezewa kwenye giza hili nini na, unataka kuanza mambo yako shemeji, mimi na wasiwasi ah. Shemeji wewe binamu, binamu au ndo binamu, binamu. <laughs> ah. kanyama kanyama ka. Ah, kisi na nini? <laughs> ah, eh, eh. Sawa sasa, mimi nilikuwa na shauri twende kwa mwenyekiti, ili kusudi tunapofika pale kwa mwenyekiti naye anatambua kwamba upo na upo kihalali na kuna taratibu zako ambazo unafuatilia ili kusudi watu wale wasije wakakuona tena waka, wakazua la kuzua. Basi hamna shida twende. Hey, twende kwa mwenyekiti ili kusudi ajue uko hapa, upo kihalali na kuna taratibu zako ambazo unafuatilia ili kusudi watu wale wasije wakakuona tena waka, wakazua la kuzua. Hey, kwa hiyo sasa nani na wewe itabidi wende ukapike kule. Ah, na mimi naenda bana. Ushaanza usijue ukaisi tumekula hapa ndo tayari hiki cha asubuhi hiki hiki cha asubuhi, na sio kwamba nimefurahi sana kula mimi maviazi viazi. Sasa shemeji, si nafaa tunanii, twende, hamna shida twende. Alafu utananii, uta chukua na kifuko pale, tutapitia na maembe ma ma matatu. Unajua watu wa mjini. Karibuni, karibu, karibu, karibuni, karibuni vijana, karibuni kuna viti hapa. Karibuni, tuketi hapo. Yes, e, karibuni vijana. Asante. Sasa hmm, mzee bwana, sisi tumekuja hapa na tulikuwa na wasiwasi sana, tukujua kama tutakukuta. Sawa kabisa. Sababu si hizi harakati ndiyo, lakini tumefika hapa bahati nzuri tumekukuta. Jamaa mambo vipi? Fresh, fresh. Fresh, sasa, no. Mzee, kwanza sisi tumekuja hapa. Eh. Hey. Huyu ni shemeji shemeji yangu. yangu. Huyu hey, ni hey, yako. Eh, dada, Karibu sana baba. Asante, Marhaba baba. Shikamoo. Hujambo? Sijambo. Habari za za nyumbani? Njema kabisa ndio, karibuni hapa hapa ndio kwangu mm. Mjisikie huru kabisa. mjisikie mko huru. Kwa hiyo tuna matatizo mm -hmm, Matatizo yenyewe alimkuta shemeji yangu katika harakati zake za hapa na pale kuna vijana wakawa wamemkwapua begi, na baada ya kumkwapua lile begi bwana, wakakutana na changamoto. Si unakumbuka tena ile stori ya wale vijana walio ibaga sanduku? Si ilikuwa la nani? La la mcheza ngoma la nani? Sawa, Wagoyangi, Wagoyangi, Wagoyangi ndio. Manake baada ya kuchukua lile sanduku wakakutana na nyoka, ndio. Na hawa sasa, baada ya kuchukua lile begi wakawa wamekutana na changamoto sawa na baada ya ile changamoto sasa, mm -hmm. Wakamkimbiza uh -huh. wakampigia kelele za mchawi uh -huh. nusu kumuua uh -huh. Eh, kwa hiyo hata kumwona hivi, tunashukuru Mungu. uh -huh. Ndio si. Oh, pole sana. Asante ah, mzee wangu, pole sana, mm. pole sana. Sasa kumbe vijana kujiona, ndivyo walivyokutendea wamekuibia begi, yaani mzee wangu uh -huh. kiukweli uh -huh. yaani ningekufa kwa hiyo oh, walionifanyia hii tukio sio? No. vijana wangu ni wabujura. Hey. hey, mm -hmm. ndo maana tukaja uh -huh. ili tukuelezee wewe, tujue mimi naishije hapa kwa hizi siku chache ambazo niko hapa tena. Jina langu mimi ni Amani na napenda amani vilevile. yeah. napenda amani hii naye kufikie, na watu wote wakae na amani sawa sawa. Sasa kama wamekuibia jula ya juu kule, na mimi ni mwenyekiti wa wanyamiboga wa. Kwa hiyo kesho nitafanya maandalizi, kesho kutwa tutakuwa na kikao ya wenye viti wenzangu. Kwa hiyo hii ni ajenda mojawapo nitakwenda kuingiza kule, halafu najua mambo yatakwenda vizuri tu. Yaani ujisikia amani kabisa, hakuna hawatakutendea kitu jambo lolote tena. Ujisikia huko amani kabisa, yaani amani kama jina langu namna hiyo. Ili kusudi katika pitapita za hapa na pale wasije wakamwona tena, yeah. Wakamwendeleza ule ubaya walikuwa tayari wameshaanza. Sawa kabisa. Na ndio maana ya kuja hapa tutawatandika sana wale, wale kwa sababu sisi hapa tunajua kabisa kwamba wale vijana watukutu huwa tunawapa adhabu kali sawa sawa, sawa sawa. Ah, mzee wangu tutashukuru sana. Uji, ujisikia amani sana, sana. Ujisikia amani kabisa, hamna shida kama jina langu. Hakuna atakayepata vurugu vurugu kule. Yeah. Mimi nipo. Ah, basi mimi nashukuru sana mzee wangu. Hey, asante sana, asante sana. Hmm. Karibuni sana baba. Alafu kingine huyu. Naam. Kijana wako huyu Elisha huyu nimekuwa namuonaona sana pale majira ya, ya Joni Joni. Hey, anasimama na dadangu kwa hiyo sasa nitakuja nikupiga wewe nikuvunja ni, ni, ni miguu wewe, yeah. E. Haya, waendelea sasa ndio kijana huyu kakosea sana, ni vibaya mno mzee, yeah. Eh, nani... usiku? kusingiziwa umeiba. Ndio. Sasa kuja usiku anakosea sana sasa. Ndiyo. Sisi tutakuja mchana kama anapenda kuposa tuje tupose kabisa mchana. <tutu> Eh, yani, ulivyoanza ulivyoanza story nikajua utaenda vizuri, lakini mwishoni umeharibu mzee. Eh, kwani eh. Mimi nimekwambia namwozesha dadangu yule mwanangu Elisha. ah, tu ah, ah. Wewe usiwe na kwenda kwenye nyumba za, za, za watu usiku. Ndiyo. Wazazi wengine ni wakali, afadhali wewe kama umeshakuwa mkubwa umekomaa unataka sasa unete mwinga hapa, basi ni bora ukaniambia tukaenda mchana tukaenda tukaposa. sawa baba. Eh, unaweza kuambiwa wewe ni mwizi, uta, uta, utakataa? Hmm, e, si unaenda usiku usiku, okay, lakini ukienda mchana. sawa baba. Basi baba mimi nimekuelewa baba, sikia e, e. Eh. jina la Mira nilitetemeka, kwa sababu najua ni yeye aliye sasa hii mbona nitakuwa tatizo kwanza? uh-huh. Wewe unaishije na mkeo? mm. ah, yani swala la mimi na mke wangu kweli? Yule dada yenu, lakini kuna mambo ambayo mimi nilikuwa sipashwi kukaa kukwambia wewe, ila itabidi nikuambie kwa sababu ni dada yako. Kila sauti ya upepo inanena hatuko sawa kiujumla kwenye mahusiano. Hasa hapa mimi ninavyoongea na wewe, ishapita miezi hii miwili sijawahi kukutana naye mimi kimwili, kama ndoa inavyotakiwa. Nikitoka kazini kwangu, nikifika pale Nikishatoka kuoga tu, yaani ni usingizi mzito sijui umetokea wapi, kizunguzungu sikizunguzungu mpaka asubuhi naamka ni kazini. Miezi miwili sijakutana naye eh, hasa baba. Mm, tuendelee tulipoishia sasa. Sawa. Haya. Hapo ameandikwa wameandikwa viluilui, ni nini sasa viluilui? Eh, ni mayai yanayotagwa na mbu kwenye maji yaliyotuama maji ambayo yanakaa muda wa wiki mbili, yako tu ya kwenye kopo, si yako kwenye sufuria, uitaki ya mwaga. Sasa mbu ndio anapata, eh, kutaga mayai, matokeo yake viluwiluwi vinapatikana, alafu viluwiluwi vinakuwa, hebu ngoja kwanza, alafu baadaye inakuwa ni mbu kamili. Kwa nini mbu anataga anaza? Mbu anataga, hazai, anayezaa ni mnyama. Huyu ni mdudu, kwa hiyo ni mbu e, huyu anataga tu mayai na basi. Mbu ndio hatari kwa binadamu, ndio anayeua watu wengi, hasa malaria. Unaona watu wanakufafua una, una malaria kwa sababu ya, ya mbu kutaga mayai yakawa viluwiluwi. Sawa, kwa sababu ya mbu huyu. Basi hapa baba, mimi nimesha kuelewa sasa. Baba tabii nifanyie mpango nami, uninunulie neti. Si unajua neti yangu imetoboka, kila ni nikikwambia unanipiga chenga tu. Aha, basi mwanangu, hmm. eh, kesho nitakwenda kununulia neti tena nyingine. Mm. E, ambayo utajikinga na huyu mbu. Mbu ni hatari sana kwa binadamu, sa, wote dunia nzima. Sawa baba, basi mimi nitashukuru babangu. Ndio mwanangu, asante wewe we, we, we. na elimu mwananguaapo najitom. Ukiacha hilo jambo lingine ambalo ni kubwa zaidi linalonichanganya kichwa changu zishaharibika mimba hizi tatu hapo nyuma, kabla ya hii miezi miwili ya usindizi, kila kishika mimba inaharibika, kila kishika mimba inaharibika. Ukimwambia tuende kwa wataalamu tukaangaikie, hataki kuelewa. Ukimwambia basi tuombe, tuswali, tumuombe Mwenyezi Mungu, hataki kuelewa. Mpaka mimi navurugikiwa, sielewi kwenye hili tatizo la mimba. Ndio maana sijashangaa kwa sababu ni kawaida yao, wao hupenda kula vichanga Yani hata akibeba mimba wao ndio chakula chao. Kwa hiyo basi, ndio maana sisi tukajitenga na hayo matatizo shemeji. Wale watoto wenu yani mpaka nawaona tham, wana thamani sana kwangu kama watoto wangu, nimeshawafanya zaidi hata ya watoto wangu kwa sababu sina mtoto. Ngoja nkwambie kitu usichokijua. Huyu ni mtoto wa shangazi yangu huyo mkeo, na, mi, na shangazi yangu, huyu ni mtu na mama yake. Kwa hiyo shangazi ana watoto hao watatu, maana wako wavulana wawili, huyu uliyemwona hapa ulimvulana, sijui kaenda wapi, na mwingine yupo Kimwanya. O oh, mmoja ndio huyo Kimwanya, ambaye ni mjomba wa wale watoto kule. Ehe, na huyo dada. Kwa hiyo wao wapo watatu, na katika hao watatu aliosalimika ni huyu tu ambaye yuko hapa. Kwa hiyo wale wote shangazi kawatenga kwa sababu ya matatizo yao, na maana mimi ni mtoto wa kaka yake pamoja na marehemu dada yao. Kwa hiyo mimi nilichukuliwa tu nikaletwa huko baada ya matatizo hayo dada yangu aliokuwa anaanza kuyafanya, maana alimtoa kafara kaka. Dada yangu, unataka kuniambia pacha wako, mama yake Mira ameuliwa na dada yake huyu? Kabisa, nimehusika, ni yeye, na mimi pia nilikuwa miongoni mwa watu wanaotakiwa kutolewa kafara, ila shangazi yangu akanisaidia nikawa nimepona. Ndio maana mpaka leo niko hapa. kwa hiyo ni mimi ananiona kama binti yake, na huyu mvulana unajua. Shemeji, inawezekana ni kweli, kwa sababu ka, mwanzo kazi zangu zilikuwa zinaenda vizuri sana, lakini sasa hivi kazi zimevurugika, maisha magumu, yani mpaka nisielewi, sielewi kabisa, itakuwa ni nuksi hizi za haya mauchawichawi ma, ma, ma, yake ndo yani, ndo hivyo sasa. Alafu shemeji, nywele sasa, na unasema na mwanamke kama hizi semeehzi, si uchafu jamani? Kucha hizi anatakiwa awepo nazo mwanamke tu peke yake, na mwanamke zikikaa alafu waga zipendezi, lazima zipakwe rangi zichongwe, zipendeze vizuri, lakini wewe mwanaume ustahili kuwa na hizi kucha.